Kini, leo katika mwendelezo wa mahojiano maalum, kumbuka, ni siku ya Ijumaa. Mwenzetu timu za Karugira amezungumza na nahodha na, na wa timu ya taifa ya Tanzania Twiga Stars Opah Clement na tutakwenda kuyajua mengi <laughs> exclusive na beautiful. Kanyigo Rosemary timu za Karugira, na tunaendelea na exclusive leo, tuko na nahodha wa kikosi cha timu ya taifa ya wanawake kwa maana ya Twiga Stars uh, kila mtu ana jina lake na hapa ndipo tunapokwenda kuanza exclusive yetu Captain. Yes. uko sawa sawa? Niko sawa sawa. Umetulia? Umetulia kabisa. Hakika umependeza. Asante. Umedamsh. Asante. Mambo yako haya, cheza Uturuki, vitu kama hivyo. Uturuki, Uturuki nini hivi? Eh, Uturuki. <laughs> Safi sana. Naam, um, ah, Opah tuanzia hapa kwenye exclusive yetu. Wewe ni Opah Clement Sanga ama ni Opah Clement mwa Ngobora? Ah uh, kama inavyosomeka kwenye passport. Ndio. Naitwa Opah Clement, tukumbuke. Tazama, unaweza kasikia hapo kuna Opah Clement Sanga, kuna Opah Clement Clement mwango bora, lakini yeye mwenyewe leo ofisha anasema ni Opah Clement. Ilo la mwango bora ni analijua mtu mmoja tu, na ndo anaye liitaga sana, mwaka robo, mwaka robo. Oh, si wa nyumbani kabisa. Haya, umeona upo umesema wanyumbani. Mwango bora sisi tunapojua mwango bora ni mtu kutoka ambaye muamua kama anavyosema anatoka Mbeya, lakini wengi wanasema Opah Clement anatoka Iringa. E, tuweke wazi kuhusu hili, wewe ni Iringa ama Mbeya? Mimi ni mzaliwa wa Mbeya, sijawahi enda Iringa wala sijawahi kaa wala sijui Iringa inaitwaje. Ni wale wanaoandikaga Wikipedia, sijui wametoa wapi taarifa zangu, wameandika nimezaliwa Iringa kwao. Watu wengi wanachukua huko hiyo taarifa, lakini mimi mene sijawahi kaa Iringa, sipajui pakoje. Kwa hiyo mimi ni mzaliwa wa Mbeya, nimekulia Mbeya. Safi sana, na maswali mengi yalianza hapo kama ambavyo tumesikia uh, Mwakarobo ambaye ni mtangazaji wetu wa uh, mbipira kwa maana ya hapa Azam lakini eh, pia nafikiri umekuwa ukisikia mechi karibu zote za wanawake, amekuwa akinguruma yeye. Kwa hiyo mara nyingi amekuwa akipenda kutumia hilo jina la Mwango Bora ambalo eh, ndo official kama ambavyo umesikia kwamba akieleza kwamba jina hili ndo lile ambalo limepelekea sana kuweza e, watu wengi kuwa na utofauti kama Mwango Bona, mbona hii ni jina kutoka i, kutoka Mbeya lakini wengine wakijua ni jina kutoka kule e, Iringa lakini leo ameweza kuweka uwazi. Tupa historia yako kutoka Mbeya mpaka hapa jijini Dar es Salaam. Kwanza una ndugu hapa Dar es Salaam? Ninao wengi. Okay tupa historia yako kidogo, ilikuwaje? unatoka e, Mbeya mpaka kufika hapa Dar es uh, Salaam nililetwa na Oscar Milambo gei wa ufundi ee, wa TFF alikuona wapi? Sisi ni watoto wake koo, tunamuita fadha. Ndio alitoa Mbeya, tuko kuna mashindano, nicheza umiseta, nicheza kopa Coca-Cola. Ndio alinitoa kule Mbeya akanileta Dar es Salaam, akanipeleka Makongo, yeah. Watu wakati unaanza mpira Opah, wakati wanaanza kukuona unafika pale na jina lako linaanza kuwika, watu wakasema, huu binti mbona ni mrembo sana, <laughs> hivi ataweza kweli? Mpira ulikuwa na waya maswali ukikutana naye? Uh, sijawahi kukutana nao, labda watu wakiongea kiutani ndio eh, ila kukutana nao sijawahi, wala hamna <laughs> mtu aliyeniuliza mm. uh. Lakini wewe unajijua kwamba ni mrembo <laughs> eh? Eh, si watu wanasema, watu wanasema <laughs> safi. Na siku zote lazima, kitu chochote kile usiseme wewe, wacha watu waseme, kama Opah ambapo hapa ametueleza uh, Opah tuiangalie safari yako eh, katika soka la Tanzania, ilikuwaje wakati unaanza kupata umaarufu hapa nchini? Niliona mara ya kwanza, niliona kawaida, ni kwamba ni kitu cha kawaida tu, lakini kadri siku zinavyoenda nilikuja kunua ni kitu cha thamani sana kwangu, kwa sababu ulikuwa nikipita sehemu, watu huyu ni Opah, ni mchezaji wetu si hivi, yani kuna heshima ambao wananipa watu. Yeah. Unapopata kitu cha namna hiyo kinakupa changamoto gani ama chachu gani kwa upande wako? Ah, chachu, kwa sababu watu wamenijua mimi kwenye mpira, chachu inayonipa ni kuendelea kufanya vizuri ili watu waendelee kunijua zaidi katika kile ambacho wamefanya wanijua umaarufu huu sana sana, tukizungumza ukweli, ni pale ukiwa katika timu ya taifa, lakini hasa ukiwa pale Simba Queens, na wakati huo ulikuwa uko na Aisha Masaka, yeye akiwa Yanga Princess uh, kulikuwa kwako wewe wakati uko Yanga Princess, tuambie, ushindani ulikuwaje kakati yako wewe na Aisha Masaka? Nakumbuka hapo sasa, vilabu vya Simba na Yanga, unajua ukubwa wake. Ugumu ulikuwa wapi na ushindani ulikuwaje? Uh, kulikuwa amna ugumu wowote kwa sababu kila mtu yuko kwenye timu yake, mm-hmm. Na kila mtu ana style yake ya kucheza, kila mtu ana malengo yake. Kwa hiyo mimi nilichokuwa nafanya nashindana mimi na malengo yangu, nilikuwa sishindane na mtu. Kwa hiyo mm, kama malengo yangu nijiwekea labda mfano nisema bwana msimu huu nataka magoli kumi. Kwa hiyo mimi nashindana na yale malengo yangu kwamba lazima msimu huu nipate magoli kumi yatimie. Watu nje ndio wanashindanisha. Hapo leo kashinda labda Masaka kashinda hivyo. Lakini mimi nilikuwa sishindani na mtu, nashindana na malengo yangu mimi. Naamini kuna siku katika hayo malengo yako Aisha Masaka aliwahi kukunyima usingizi? Hapana, hajawahi hajawahi kwa sababu mimi nashindana na malengo, si kama nilivyosema, sio na mtu nashindana hmm. na malengo yangu mimi. Kwa hiyo mimi kilichokuwa kinanyima usingizi ni malengo yangu mimi nisipoyatimiza, sio mtu. Ilikuwa inakupa changamoto gani pale ambapo unaona kwamba unategemea kwamba nifunge goli kadhaa, ukiona na Aisha Masaka naye hizo goli amezikaribia ama mmefikia ama amekupita, ilikuwa ina kufikirisha kiasi gani? Uh, nilikuwa sifikiri, kwa sababu kitu kikubwa ambacho nilikuwa nafikiria mimi ni kukitimiza kile ambacho nimeki nimekipanga kwamba nikifikisha kama nilivyosema, mfano labda nilisema bwana, msimu huu magoli kumi. Kwa hiyo malengo yangu makubwa yalikuwa ni kufikia yale magoli kumi na kuzidi zaidi, ili nione kwamba kweli yale malengo niliyoyaweka yametimia, na kama mazoezi niliyafanya kwa ajili ya kutimiza yale malengo yametimia kipindi hicho. Eh, wakati huko hiyo tunarudi pale pale ambako mna pambana hivyo, wewe ndo, yani we, kwa maana kwa ujumla mko kwenye piki. Uliwahi kufikiria kipindi hicho kwamba ipo siku ungeweza kufika hapa ulipo? Eh, naweza kusema niliwahi, kwa sababu nilikuwa najiandaa kufika hapa nilipo na bado najiandaa kuendelea kufika mbele zaidi. Bado hujaridhika? Sawa sana. wewe ni Opah Clement, eh, ni nahodha wa kikosi cha timu ya taifa ya wanawake Uwe, na leo hii tuko naye ndani ya exclusive na timzo ndani ya viwanjani uh, Opah, siku ya kwanza unaitwa katika timu ya taifa, tushirikishe, ulilipokeaje? hisia zako zilikuwa zinazungumza nini? cha uh, kwanza nilipokea kwa mshtuko mkubwa na nilikuwa na furaha sana, sikuamini kwamba nimeitwa, kwa sababu mimi malengo yangu makubwa alikuwa cha kwanza ni, ni kucheza timu ya taifa. Nilipo kuja kuona jina langu nimeitwa kwenye timu ya taifa, watu wananiambia tumeona jina lako, ni kwa kama siamini. Yani naingia mara mbili mara mbili Instagram naangalia, eh, kweli jina langu lipo, narudi, au ndio sio account official hivyo. Okay, mara baada ya kupata kile kikosi cha saa, umesha kile kikosi sasa, umeshakiona Uh, kuna watu ambao uliwaona ulitegemea kukutana nao kwenye kikosi, na ilikupa faraja gani? Ilinipa faraja kubwa, kwa sababu kuna watu nilikuwa natamani kucheza nao, kuna watu nilikuwa nawaona kwenye mativi kipindi hata sijaja Dar, niko Mbeya. kwa hiyo kuhu... nilipata faraja kubwa sana. Ni watu gani hao? ah uh, nilikuwa na mwana mwana misi mwana mwana misomari mwana misomari, nilikuwa namsikia mwasikili mwalala Mm, Sofia Mwaskili akiwa yeah, na odha ulimkuta kipindi cha akiwa na odha bado, nimecheza nao eh. Uh, nao watu hawa umewazungumza kwako, ina maana walikuwa kama role model, unatamani siku moja na hatimaye ukawakuta ukacheza nao e umekuwa hao watu ukiwatumia kwa nyakati zote tangu umejoin nao mpaka leo au ulivyoingia ukafurahisha umetimiza ndoto yako alafu ukaendelea na mambo yako? Ninayemtumia sana ni Mwanahamisi, mm. kwa sababu Mwanahamisi ni mtu ambaye tupo naye karibu sana mm, na Simba amecheza wote. E, amecheza Simba wote. Akiwa naenda mazoezini sana, njiani anipigia Opah, twende mazoezini semswani hivyo. Kwa muda mwingi ambaye namtumia sana ni Mwanahamisi sababu ni mtu ambaye tupo karibu sana. Hatimaye ukaondoka kwenye soka letu la Tanzania kwa maana ya kwenye upande wa vilabu e, ukaenda nje ya nchi ukianzia Uturuki, si ndio e? vipi ukiwa kule, maisha ukayaonaje ya Tanzania na Uturuki, sasa umeanza ukurasa mpya uh? Niliona maisha tofauti kabisa, kwa sababu nilikutana na vitu ambavyo sijawahi kukutana navyo Tanzania kwenye ligi oh, ligi professional, vitu wanavyoviendesha, mazingira, kila kitu, yani ni cha tofauti sana. Watu wengi wakisafiri wa we wachezaji eh, au watu binafsi kawaida, lakini sasa tujikite kwenye upande wa wachezaji, muwa mnakutana na changamoto ya chakula, kwako vipi ulipotua Uturuki? Ah, changamoto ya chakula nilikutana nayo, na sio chakula tu, hata lugha mm-hmm. Na tunakutana nazo, kwa hiyo nilikutana nao, lakini nilijua pale naenda kutafuta, nilitafuta chakula ambacho nitaweza kukimudu, ndio nilichokuwa. Na vipi ushirikiano na wenzako kule? Oh, ushirikiano inategemea, ni watu baadhi, wana wachezaji wanakupa ushirikiano hivi. Kuna wenzako ulipofika pale ambao si Waturuki wako pale, wamekuja kama wewe eh? Wapo, nilimkuta kama timu ya kwanza nilimkuta mmoja, timu ya pili niliwakuta nao wawili kutoka Nigeria. Baada ya hapo, tukasikia Opa sasa anakwenda China eh, na mengi yalisemwa, pengine na wewe mtazamaji ulikuwa ni miongoni watu, wakasema eh, Opa kutoka Uturuki mpaka China au kenda kusaka noti, fedha, pesa, chapaa mane eh, kwanza tunacheza mpira ili tupate hela. Kwa hiyo ukipata sehemu ambayo inakulipa kikubwa zaidi ya ulipoenda mm -hmm. ni rahisi kwenda, sijui kwa wengine, lakini kwangu mimi nacheza mpira ili ni ni kipaji changu, lakini pia nacheza ni kama ajira. So ajira ya mtu inategemeana na mshahara wako ata na kipato ambacho unakipata kwa hiyo kipato ni sababu pia, lakini pia ligi ya China ni ligi kubwa, naweza nikasema imezidi pia ligi, ligi ya Uturuki kutokana okay. na ligi ya China ilivyo ni kutokana tu watu wanavyoona wa China sio kwenye mpira ni mbali, lakini ligi ya China ni ligi kubwa na ipo very professional mm -hmm. yeah. tangu umeondoka kwenda kule nini, nini kimebadilika kwa Opah kutoka kwenye soka la Tanzania na kwenda nje, lakini kabla ya kwenda hapo um, baada ya kutoka pale China watu wakasikia umekwenda Mexico. maisha Mexico ya Mexico yakawaje? Uh, yalikuwa mazuri ya, ni kwa muda mfupi niliokaa, yalikuwa sio maisha mabaya sana. mm. nini umekiona Mexico? Ah, ni ligi nzuri na ina ushindani, ni ligi yenye ina ushindani eh, inaweza ikawa ni na ushindani tofauti na sehemu zote ambazo umetoka kwa maana Tanzania, eh, ukenda Uturuki pamoja na China. Uh, siwezi sema hivyo kwa hmm, sababu, ila ni ligi yenye ushindani na timu ambazo zipo zenye ushindani, hivyo ushindani unafanana hmm, inatofautiana tu kidogo. Na kwa sasa Opah wanasema ametoka, sasa kwa maana ya pale, nini kimekuondoa Opah? Aa, ni vitu vingi unaondoka mm. So kama mchezaji unaangalia nafasi yako yeah. Unaangalia maslahi yako so, unaangalia so. Maisha yako e, kuna vitu vingi ambavyo vinafanya mm. Mtu utoke. Kwa hiyo naangalia nikaona labda haviko sawa kwa upande wangu. Unaongea pia na uongozi unaongea na mtu, naondoka. Agent wako Mr Chris ana nini kwa sasa ambacho mnakifikiria? Eh, unaweza ukatupa pengine kupitia hapa kwenye exclusive uh, eh, viwanjani? Ana, ana, ana kitu kikubwa ambacho kinakuja eh? Yani ana kitu kikubwa kinakuja, ana kitu kikubwa nikiamini, ni kubaki nje ya nchi. Ndio, siwezi, sina mafikirio ya kucheza Tanzania kwa sasa, sio kwa sasa. Yani ndio hivyo, sina mafikirio haya. Naomba Mwenyezi Mungu nicheze nicheze nje, nimalizie nje. Labda Tanzania nikija, kama nitakuwa na ndoto ya kuwa kocha, ila ndoto hiyo sina, okay. e, kama nakwaa na hivyo lakini malengo yangu mimi ni kucheza nje kwa mafanikio na nimalizie nje. Wakati umemaliza sasa nje, nini unakifikiria baada ya kurudi hapa? Maana kwa haraka umeniambia haufikiri kuwa kocha. Kuna ugumu kwenye ukocha? Kwanza tuanze hapo alafu step by step. unafikiria kufanya nini baada ya kutoka nje? kuna kazi nyingi mimi. okay. napenda biashara, napenda vitu vingi, mambo inawezekana, hata nikawa mwenye agent. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo napenda si, ukocha sio hobi yangu ah. ya, inawezekana yani, ikatokea nikafanya lakini sio kitu ambacho ninakipenda. Kutoka la, moyoni yes, yes. mm. Umesema anapenda biashara, kwa hivi sasa kuna biashara yote ambayo unajihusisha nayo, tuna ofisi yangu ya baga pale. tuna simu wapi? Ofisi ya Baga ipo Sinza. simu okay. Ofisi ipo kali yako, hongera oh. Okay, sana Opa, nini kilibadilika baada ya kuondoka hapa Tanzania na kwenda nje ya nchi? Ambacho nasema hiki mimi kwangu Opa kimebadilika sana, na ndio maana leo nasema nataka mpira wangu uishie nje ya nchi. Nikirudi hapa ni maisha mengine, na si kucheza. Ah, naweza nasema cha kwanza ni maslahi kilichobadilika. Kwa hiyo maslahi, miundo miundombinu ya ya uchezaji hivyo, yani ni vitu vingi ambavyo vimebadilika. Sasa hivi umepewa kitambaa cha unahodha katika timu ya taifa Twiga Stars eh, nipate kujua kwako hii ina uzito gani? ah, ina uzito mkubwa sana kwa sababu ukiwa kama kiongozi ni lazima ufanye kitu mara mbili tofauti na wenzio, lazima uwe mfano wa wale wengine. Kwa hiyo ina uzito mkubwa sana kwangu, ko nikivaa kile, naamini kwamba nina kazi ya kupambania timu, hata mtu aseme kweli, kiongozi wetu naye anafanya kitu zaidi ya sisi, na kuna vitu ambavyo inatakiwa ni nivifanye vya mfano vya kuiga wao, wa, wa kuiga na kuna vitu ambavyo sitaki kufanya, ambavyo watu wanasema, ah, mbona kiongozi kafanya? mm -hmm. yeah unavyokuwa na kama nahodha unakuwa na wachezaji na wengi ni umri wako na wapo ambao pia wamekuzidi, changamoto gani wewe unaipata captain? Maana itatupa pia experience hata kama captain wengine. Ah, kuna changamoto inayopata yoyote kwa sababu uchukua mm, kule watu wanaheshimu kwamba huyu ni captain, hata ukiwaambia kitu watu wanafuata, hata akiwa mkubwa kwako, akiwa ni umri wako, kwenye swala la kiongozi watu wanaheshimu mm, na wanafuata ndani ya zile dakika tisini, nini majukumu yako kama nahodha? Na hodha uh, cha kwanza kwanza kupambana, mimi kama mi natakuwa nionyeshe mfano uh, kingine ni kama kutuliza timu ikiwa ina pressure, kuongea na watu baadhi, kukumbusha uwanjani, uh, inakuwa kama assistant coach ambaye nipo uwanjani. Hmm. Yeah kuna wakati wowote, Opah, ambao kuna kitu unaweza ukakiona uwanjani alafu kwa kumetokea ile dead ball, kwa maana kwamba mpira uliokufa umesimama tu pale, mpira ukakimbia kwenda kuzungumza na kocha, mkakijadili kwa haraka kwenye ule muda ambao kuna nafasi uh? kuna sometime naenda. Hmm. Sio mara zote na sometime naenda kwa kocha. Hmm. Yeah. Nini hasa vitu gani ambapo mnazungumza pale na kocha? Ai, nategemea na kitu ambacho kimetokea kwa muda huo Hivi karibuni mashindano ya mwisho ambayo umetoka kucheza ni yale yani, ambayo tumekuwa pale nchini Morocco eh, kwa maana ya WAFCON ukasawazisha goli katika mchezo wa pili wa makundi kwa maana ya kundi C eh, dhidi ya Afrika Kusini, ilikuwa na maana gani kwako? Ilikuwa na maana kubwa kwa sababu mimi malengo yangu ni kuenda kwenye yale mashindano ni ilikuwa ni kushinda, kama mi, kama mfungaji ni kufunga kila mechi za ile makundi So ilitokea mechi ya kwanza sikucheza, kutokana na ile walivyosema kadi ya kufuzu sikucheza. Uh, nilikuwa nimejiandaa kwa ajili ya kwenda kufanya vizuri mechi ya pili, ambayo ni mechi ya South Africa. Kama ukiangalia South Africa ni timu kubwa na walikuwa ni defend champion wa wale mashindano. Uh, lile goli lilikuwa lina maana kubwa sana kwangu, sio kwangu tu, hata kwa timu, kwa sababu ukiangalia ilikuwa ndo goli la kwanza la Tanzania ambayo tunashinda kwenye wale mashindano. Uh, mashindano kwa ujumla ndani ya mashindano yale ya Wafcon. Nini umejifunza Opa? Kulikuwa kuna vitu vingi sana, ni mara ya kwanza kwa timu nzima yote ya Twiga Stars kushiriki mashindano hayo, lakini ni mara ya pili kwa Tanzania kushiriki mashindano hayo baada ya miaka 15 iliyopita. Uh, kuna vitu baadhi tumejifunza kama uzoefu pia wa mashindano, jinsi mashindano alivyo, timu zinavyocheza kuna vitu kama hivyo tumejifunza na imani, tukirudi tena Wafuko nyingine tutafanya vizuri zaidi ya hii tulivyofanya. Tanzania imetoka kwenye haya mashindano ikiwa na pointi yake moja ikipoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Mali goli moja kwa sufuri na kufungwa goli nne kwa moja katika mchezo wa mwisho dhidi ya Ghana. Nini ulizungumza na wachezaji baada ya kumalizika kwa mechi, mmerudi kule hotelini? Najua kama kapteni, kuna vitu ambavyo mlizungumza na hasa kichapo cha magoli manne, ambayo ilikuwa ni zaidi ya miaka kama saba hivi eh, Twiga Stars kupata kichapo cha magoli mengi vile. Uh, mimi kama mchezaji siku ile sikuzungumza chochote kwa sababu na mimi nilikuwepo katika watu ambao walifunga, ni mmoja kati ya party ya watu waliocheza. mm, mm. Nilichofanya niliona ni bora mwalimu ndo aongee na sisi. Kwa hiyo mwalimu alituita akaongea na sisi akaturudisha mchezoni, kutokana mimi pia nilikuwa sina sei yoyote ya kusema, nilikuwepo mule ndani, mimi pia nilikuwa na makosa yangu yani, kwa hiyo nilikuwa sina ile pawa ya kuongea mm. Ya, lakini kuna baadhi ya wachezaji baada ya mwalimu kuongea pia tukaongea nao na sisi kwamba hivi tukazi kukazia vile ambavyo mwalimu ameongea mm. Mmoja katika vitu ambavyo mmezungumza ndani ya exclusive kama hii ya Viwanjani na Timzo, ambapo tumezungumza na kocha Bakari Shime, amekiri kama wewe ambavyo wamesema kwamba baadhi ya makosa mengi ambayo pia yalichangia katika kupelekea vile itokana pia na ninyi wenyewe, na tulimsikia hapa akisema atakaa na ninyi nanyi awasikilizi kwa upande wenu, kwa upande wako, na atoa ahadi ya kusema kwamba atamsikiliza mchezaji mmoja mmoja kwako wewe, tena ndo u nahodha, ni makosa gani ambayo unaosema kweli haya, ukiachana okay, labda na kocha au nini, lakini kwetu dakika tisini ama mashindano yote mechi tatu zote tulizocheza yalipelekea haya? Siwezi sema chochote kwa sahivi <laughs> kwenye hilo, lakini naimani mm -hmm, mwalimu aliyaona pia, sisi kama wachezaji tumeona, tutashea na mwalimu na tutayaongea. Nini, vitu gani ambavyo umeviona Opa? wewe kuna vitu vidogo vidogo <laughs> ambavyo umeviona, kuna vingine naweza <laughs> nikakiongea, labda uzoefu pia mashindano. Mm, ukiangalia kama yep, pale wachezaji wote ndio kwanza, ilikuwa mara yetu ya kwanza kucheza yale mashindano, hatukuona mashindano yalivyokuwa hicho. Eh, ndio kikubwa, ila vingine vyote nadhani mwalimu atatuambia na pia mm, sisi vingine tutashare na mwalimu. Mashindano yaliyo mbele yetu ama yaliyo mbele yenu kwa maana ya Tanzania na ninyi kama Twiga ni mchezo dhidi ya Ethiopia Oktoba mwaka huu 2025 na, na mchezo huo ni nyumbani na ugenini. Tutakaposhinda mchezo huo kwa maana ya Tanzania, tutakuwa tumekata tiketi tena 2026 kushiriki mashindano tena ya Wafcon. Nahodha, una nafasi kubwa ya kukaa na kocha na benchi la ufundi. Eh, lakini kama nahodha unawasikiliza mengi kutoka kwa wachezaji. Unadhani nini kifanyike kwa hivi sasa wakati tunajiandaa na huo mchezo? Sahivi, kama ukiona kila mtu yuko nyumbani mm -hmm. kikubwa cha kufanyika ni wachezaji sisi wenyewe kuelewa kwamba inabidi tufanye mazoezi ya kwetu wenyewe kabla hatujaenda kukutana timu ya taifa, kwa sababu timu ya taifa sio sehemu ambako utaanza kumwandaa mtu kama kipindi kifupi. Hiyo sisi kama wachezaji ni tufanye kitu cha ziada nyumbani, ili siku ambao mwalimu atakuja kutuita ni ataunganisha tu vya kwake kidogo na mbinu ambao kwenye mechi zinazofuata na yale yenu ambayo tayari mtakuwa me... Hivi ikitokea Opa mmechelewa kwenda eh, kwenye kambi, ipo sana hasa kwenu ninyi ambao ni mapro, huwa mnakopi vipi haraka kwenda na mfumo wa mwalimu wa timu ya taifa. Aa, ukiwa kama mchezaji ushaizoea hiyo, kwa hiyo e, ushaizoea timu, ushazoea kucheza sehemu mbalimbali, kwa hiyo kukopi na kuwa ni rahisi sana. Uh, nini ujumbe wako sasa? Kwa hivi sasa tunayo TFF, tunayo serikali na Watanzania wote kwa ujumla, hata mimi mwenyewe nikiwemo, ujumbe wenu kwa kipindi hiki ambacho kila mtu kama ulivyosema, mko nyumbani, tumebakiza muda mfupi kwenda kucheza hiyo mechi, na ni mechi muhimu sana kwa Watanzania na pia kwa Waethiopia, kila mtu anaitaka hiyo mechi. Nini kifanyike kwa wakati huu ili kushinda ule mchezo na kurudi tena WAFCON na, na kwenda kuonyesha ndani ya WAFCON kwamba ile tuliteleza, tumerudi mara ya pili, tuna kitu. Ujumbe uh, wangu tu ni kwa TFF ni kwamba wanaweka tunashukuru kwa sababu wanaweka nguvu kubwa sana kwa ajili ya kwetu sisi na hmm, kukuza mpira wetu, lakini pia ujumbe ni kwamba waendelee kuwa karibu na sisi ya yeah, yeah, wasituache. Pia kwa serikali, endelee kuwa karibu na sisi kwa sababu wakiwa karibu na sisi sisi pia tunaona tupo karibu na uongozi, mm -hmm, kwamba tumebebeshwa jukumu kubwa la kuendelea kufanya kitu kikubwa. Zungumza na Watanzania kwa kuhitimisha, eh, nini unataka kuzungumza nao kama Opa, lakini ujumbe wako, kwa sababu wewe ndo nahodha kuelekea kwenye mchezo huo dhidi eh, ya Ethiopia? Uh, nachoomba tu kwa Watanzania wasitoke kutusapoti, watusapoti, watuombee dua, sababu kikubwa kwao wao ni dua zao, na tunawaahidi hatutawaangusha, tutafanya mazoezi kwa bidii, tutapambana, tutaenda kushinda hiyo mechi ya Ethiopia na tutarudi tena wafukoni. Mimi nikushukuru sana, Opa, asante na nikutakie kila laheri, tunaendelea kuisubiria hiyo exclusive, ni wapi Opa nakuenda, naamini tutakuwa wa kwanza kuipata, si ndio? Tutakuwa wa kwanza. Shukrani sana. <laughs> Asante, asante sana Opa ni naodha wa kikosi cha timu ya taifa ya wanawake, kwa maana ya Opa Clement ambaye alikuwa anatupa exclusive ndani ya Viwanjani na beautiful Kanyigo Rosemary Timzo Karugira.